Katika mwendelezo wake wa kukutana na watu wa makundi mbalimbali mbali kwa ajili ya kusikiliza ushahidi wao kuhusu matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, Tume ya uchunguzi wa matukio hayo imetembelea gereza kuu Arusha. Ikiwa katika gereza hilo, tume imezungumza na watendaji wakuu wa gereza na mahabusu kumi waliobakizwa katika gereza hilo, wakiwemo wanaume tisa na mwanamke mmoja, wote wakitarajiwa kurudi mahakamani Januari 14 mwaka huu. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mkuu mstaafu Othman Chande amesema tume hiyo inasikiliza na kuzungumza na watu wa makundi mbalimbali mbali, ili kubaini kiini cha matukio hayo ili asijirudie tena, huku akiwataka viongozi wa gereza hilo kuendelea kuwatunza mahabusu waendelee kuwa na afya njema. Matokaji huku ili isijirudie tena na eh, kila mtu amepata fundisho so, binafsi lakini pia kwa nchi

naye na mkuu wa gereza hilo Vincent Karani amesema jumla ya mahabusu waliopokelewa gerezani hapo walikuwa 197, na mahabusu 187 waliachiliwa na mahakama, na mahabusu waliobaki gerezani hapo ni kumi ambao wameongezewa kosa la pili. <coughs> 37, na tume hiyo inaendelea na mahojiano na waathirika wa matukio hayo mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Mwanza na Mbeya, ikiwa na lengo la kubaini kiini cha matukio hayo na kuwasilisha kwa ajili ya hatua zaidi kama taifa ili yasijirudie tena. Festo Polea, Daily News Digital, Arusha. <mulia>